Aaanuasante yes sana Toyota kwa kuni zawadia hii gari. Gari ya Bongo Zozo imeandikwa kabisa brand yangu BZ. BZ. Wakauliza eh, unataka ya kiasi gani? Sema nipe tu gari moja inatosha inatosha. Kwa hii gari nataka kupeleka Uh, Tanzania lakini shida inakuwa nini? Ni kwamba gari ya umeme shida, ah, gani kwani Bongo hakuna umeme. Umeme. Eh, e, Bongo hakuna umeme gari linatumia umeme na Bongo hakuna umeme na Bongo hakuna umeme umeme huko e, eh, tu na kujaza umeme, kazi ni rahisi sana, unachomeka hii hapa And then, una plug pale. Shida hii inaenda kama kilomita 300 tu mpaka ishiwe umeme kwa ukitoka Dar es Salaam mpaka Iringa, yani utaanza kuishia pale doma mkata pale kati, yani mikumi pale, ndio shida. Ukiishia umeme pale yani Mikumi, kwa ngoja nitafute basi mchepuko pale Morogoro, niwe na lala pale, ni charge gari yangu. Kama haukati umeme wa TANESCO, mambo yatenda sawa, fujo sio isiobisa Bongozozo. Nilipadi bendera hapa leo na bendera Tanzania. Bendera, umenidhulumu.